Australia imekuwa nchi ya kwanza duniani kupiga marufuku ufikiaji wa mitandao ya kijamii kwa watoto walio chini ya umri wa miaka kumi na sita, hatua ambayo imepokelewa vyema na wazazi wengi na watetezi wa haki za watoto lakini kukosolewa vikali na makampuni ya teknolojia na watetezi wa uhuru wa kujieleza. Hii ni Trigen Media. Waziri mkuu wa Australia Anthony Albanese Amepongeza hatua hiyo ya marufuku ya akaunti za mitandao ya kijamii kwa walio chini ya miaka 16 inayoanza kutekelezwa. Miongoni mwa majukwaa yanayohitajika kutekeleza sheria hiyo mpya ni pamoja na Instagram, Facebook, Threads, X, Snapchat, Kick, Twitch, TikTok, Reddit na YouTube. Mtoto aliyetambulishwa kama Lulu mwenye umri wa miaka kumi na mitano ameelezea jinsi akaunti zake zilivyogoma kufunguka muda mfupi tu baada ya kuanza kutekelezwa kwa hatua hiyo. Binti huyo ameongeza kuwa ana hasira lakini kwa sasa anajitahidi kuzoea hali licha ya kuwa na huzuni. Serikali inasema marufuku hiyo inalenga kuwalinda vijana kutokana na maudhui hatarishi, lakini wakosoaji wanapendekeza kwamba inaweza kuwatenga vijana walio katika mazingira magumu na kuwasukuma watoto kwenye maeneo yasiyodhibitiwa za mtandao. Hatua hii iliyochukuliwa na Australia ni ya kijasiri ambayo nchi nyingi zingine zinaiangalia kwa makini, lakini bado haijafahamika kwa namna gani serikali ya Australia itapima mafanikio yake. Mitandao ya kijamii, tafiti nyingi zimeonyesha kuwa imekuwa na athari kubwa zaidi kwa vijana hawa wadogo haswa ambao wapo katika umri wa kujifunza mambo mapya, hivyo kuna wakati mitandao hiyo inafundisha mambo mabaya. Hii e, ni TriGen Media.